Arifo. Maeshe. Arifo. Maeshe. Hakimu Mkazi Mkuu Franco Kiswaga ametoa uamuzi huo hii leo ya Juni 2 mwaka 2025 wakati shauri hilo lilipotajwa ambapo kwa upande wa Jamhuri iliwakilishwa na jopo la mawakili wakiongozwa na Nassoro Katuga, huku upande wa utetezi ukiwakilishwa na Mpale Mpoki. Katika maelezo yake, Hakimu Kiswaga amesema hakuna ubishi kwamba mshtakiwa alitamka maneno ya no reform, no election akiwa mahakamani hapo, kauli iliyotafsiriwa na upande wa jamhuri kuwa ni dharau kwa mahakama. Aidha, mahakama ilisisitiza kuwa ni marufuku kwa mtu yoyote iwe ni mshtakiwa ama wasikilizaji wa kawaida kuzungumza bila ruhusa ya mahakama, akisema ni muhimu kuhakikisha mahakama inafanya kazi kwa kufuata sheria na si mihemko ya mtu binafsi. Katika kesi hiyo Lissu anadaiwa kutenda kosa hilo Aprili 3 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam, ambapo alidaiwa kutoa maneno ya uchochezi kwa lengo la kushawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 pamoja na, na kumshinikiza kiongozi mkuu wa serikali. Baada ya kusema hayo, basi ninaona kuna sababu za msingi za kuahirisha shauri na anaahirisha shauri mpaka tarehe 16 mwezi wa 6 saa nne asubuhi.